Salama ka salama kabisa. Habari za jioni, ndugu yangu. Mungu ni mwema. A, tuko vizuri kabisa bana. Tumekupigia hapa kupata maoni yako kuhusiana na kile ambacho kimejitokeza jioni hii katika dimba la Benjamin Mkapa, kundwa Msimbazi Simba e, wakiangusha alama tatu muhimu katika mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Petro Atletico de Luanda kwanza, yeah. tumeshuhudia mchezo wa aina gani na matokeo haya yanaashiria kitu gani kwa upande wa wekundu Msimbazi Simba ya yeah. Nafikiri ulikuwa mchezo mzuri sana uh, kwa maana namna ambavyo timu zote zilizianza dakika like, arobaini na tano kipindi cha kwanza hususan wenyeji wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia mgeni wake ambaye alikuwa uh, alikua uh, ni Petro Atletico de Luanda. muda mwingi hakutaka kukaa nyuma, ni kama unapishana. Kuna namna ambavyo unamtazama Petro Atletico de Rwanda navyocheza, halafu unarudi eh kundwa msimba Simba unaweza ukakana kwamba Simba ndiye ambaye poge sifa na nyakati ukitazama wanakuja wanapishana, lakini uwezo wao pia wa kuweza kujilinda ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo nafikiri ulikuwa mchezo bora sana kwa timu zote mbili. Nimeenda mbali nikasema, uh, ukute hawa ndo walipaswa kuwa waarabu wa jana kwa sababu ya kile ambacho kiko kinazungumzwa kwenye kundi la Afrika. Lakini kwa hiki ambacho kimetokea, nafikiri eh, tumefanya interview nikakwambia kwamba Simba wapaswi kulibeza kundi lao, wapaswi kulichukulia kwenye huo udogo ambao watu wanazungumza nje ya uwanja, na nafikiri hiki ambacho kimetokea kimeenda kuthibitisha hiyo na kuwakumbusha kwamba Msimbazi mbali na kuwa wamekuwa na, na mfululizo wa kushiriki kwenye michuano ya kimataifa, lakini bado wanapaswa kuwa makini sana kwenye hili kundi lao, kwa sababu ukitazama wapinzani wao namna ambavyo wamemonyesha gemu ya kwanza tu wakiwa ugenini, manake inaashiria kwamba Simba anapaswa kujiandaa kwa sababu Uh, kama Petro Atletico de Luanda amecheza hivi akiwa ugenini wai akiwa uwanja wake wa nyumbani, ni kivipi Simba ataweza kumzuia ama kwenda kupata matokeo kama ambavyo Petro Atletico de Luanda amefanya akiwa uwanja wake wa nyumbani? Kwa hiyo nafikiri kwa Simba ina of course imewashusha e, baadhi ya mashabiki ile imani ya kuona kwamba, uh, inawezekana tukafanya vizuri ama tukaenda kwenye hatua ambayo tunatamani kufika, lakini kwangu mimi nafikiri imekuwa bora sana kujitokeza mapema ili Simba watu wanaenda kucheza tena mchezo unaofuata na timu yoyote, wajua kabisa wapo kwenye kundi gumu. Kwa hiyo nafikiri mwapa picha mapema ya kujua kwamba wapo kwenye kundi gumu, wasipaswe kulichukulia kwenye huo udogo ambao ulikuwa unazungumzwa. Nafikiri uh, kama nakumbuka, tulifanya interview na nataka kudhibitishia mbali na kuwa watu wanasema kundi la Ngafla ndio kundi la kifo, lakini kwangu mimi naliona pia kundi la Simba ni kundi ambalo ni gumu kwa sababu ya zile ambazo nilizoweka, sababu ya kwanza nilikwambia wana timu ambazo kushiriki kwenye hatua ya robo fainali, uh, nusu fainali, fainali ni jambo la kawaida. Esperance de Tunis nikapiga pia mfano uh, timu kama Petro Atletico de Luanda. Timu pekee ambayo inaonekana inaweza ikawa haina mwendelezo bora sana ni Stade Malien ambao pia walikuwa dimbani eh, na Esperance de Tunis. Kwa hiyo uh, kitendo cha Simba kupoteza kwenye uwanja wake wa nyumbani of course kuna namna unaanza kuifikiria safari yako. Umedondosha alama ukiwa uwanja wako wa nyumbani, na sio tu umedondosha uh, kwa alama moja au mbili, umedondosha alama tatu ambazo zingeweza kukupa hatua moja kwenye kundi, na hivi sasa hata ukisema ukutazama msimamo, maanake Simba ndo anashika nafasi ya mwisho. Kwa hiyo kwangu mimi ulikuwa mchezo bora sana. Nafkiri approach ya Dimitri uh, Pantev ilikuwa bora sana kuanza na idadi kubwa ya viungo, alitamani muda mwingi aweze kuwa na umiliki mpira, lakini uh, kilichobadilika ni kwamba amejaribu kucheza vile ambavyo alikuwa anahitaji, lakini umakini wa wachezaji kwenye namna ya kuzitumia haya nafasi ndio umekwenda kuihukumu Simba. Yawezekana Simba wangekuwa makini kipindi cha kwanza, walikuwa wanaondoka na mabao mawili, na kama unapata mabao mawili kipindi cha kwanza, kuna namna ambavyo ingeweza uh, kukujengia confidence ya kuweza kuyalinda mabao, lakini pia kuongeza lingine na kulishusha confidence ya mpinzani wako, kuona kwamba uh, kama wameweza, wameweza kunionyesha haya madhaifu ninavyopishana nao, basi inawezekana wakanifunga goli nyingi zaidi. Kwa hiyo wangeweza kucheza kwa nidhamu, ama muda mwingi ungewakuta wanacheza kwenye eneo lao, kwa sababu wanajua simba pia ni bora kwenye sehemu gani. Lakini kitendo cha simba kuto kuzitumia nafasi kipindi cha kwanza kilikuwa kinawapa uwafadhali uh, wapinzani wao kuona kwamba kumbe inawezekana kama tunapishana na bado naweza kufika kwenye lango lao. Wanafika kwenye lango langu lakini wanashindwa kufanya hivi, lakini mimi naweza nikatoka kwa nafasi moja nikaweza kupata kile ninachokihitaji, na ndicho ambacho kimetokea kwenye makosa ambao wanayafanya Simba wakiwa kwenye, wakiwa wanashambulia shepu ya kiulinzi, wakashindwa kufanya marking tayari wakawa na waruhusu sasa muda mwingi aana kulikaribia kulika lango lao. Nafikiri sababu pia ambao wamekuja kuzifanya kuna namna ambazo zimeenda kuongeza tija kwenye kikosi chao kwenye namna ya kuwafanya Simba wawe wapili kwenye mchezo, kwa sababu baada ya kutoka Nabi Kamara, eneo la katikati ni kama tayari nilianza kupoteza yale mawasiliano ambayo yalikuwepo kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ukaona muda mwingi uh, Simba ikawa ya pili kwenye namna ya kucheza. Kwa hiyo nafikiri Uh, tutamtafuta kulaumiwa lakini lazima tupongeze ubora wa wapinzani wao, kwa sababu ukitazama toka kipindi cha kwanza namna ambavyo Petro teseko de Rwanda alikuwa anacheza, hakuwa na kuonyesha kwamba yuko uwanja wa ugenini, hakuwa na kuonyesha kwamba amekuja kujilinda, hakuwa na kuonyesha kwamba amekuja kutafuta sale, alikuwa na kuonyesha kwamba ana uhitaji ushindi na kozi ameweza kupata. Kwa hiyo inawapa funzo Simba kuelekea kwenye mechi zinazofuata. Yes, Yusuf labda kuna namna yote ambayo Simba leo wamemiss Yusuf Kagoma. Uh, nafikiri kwa namna ambavyo nimewatazama kipindi cha kwanza Simba alikuwa supabu sana, kama ambavyo nimekwambia, makosa yalikuwa ni kwenye namna ya kuzitumia nafasi. Nafikiri kama Simba, kama kipindi cha pili hivi ilibadilika mara baada ya Petro nao kuamua kufungua mchezo sasa ya baada ya kubadilika, uh, nafikiri makosa yalianzia kwenye hesabu ambayo Dimitri Pantev aliifanya baada ya kutoka Nabi Kamara, ndo kaanza kuona madhaifu. Kwa hiyo nafikiri kama asingemtoa Nabi Kamara akukua na haja hivi sasa kumtaja Yusufu Kagoma. Tunamtaja kwa sababu tayari eh, kocha alishafanya maamuzi ambayo yakapelekea kuporomosha ama kukatisha mawasiliano kwenye eneo ya katikati, kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Aratani Kante ni mchezaji mzuri sana ambaye anaweza kuvivaa viatu vya Yusuf Kagoma vizuri, lakini utofauti ulikuwa unakuja baada ya kutoka Nabi Kamara, ni kama akawa anazidiwa maarifa kwenye eneo la katikati, akawa analazimika muda mwingi kulinda back four, lakini pia yeye kuweza kupandisha mashambulizi kitu ambacho kilikuwa kinamshinda. Kwa hiyo uwepo wa Nabi Kamara ulikuwa unaifanya timu iwe tulivu na kucheza muda mwingi, kwa sababu uwezo wa kuicontrol uh, game anao, kwa hiyo nafikiri makosa alianzia hapo. Kuna namna ambavyo nilikuwa namtazama uh, kocha. Baada ya kufanya hayo maamuzi nikafikiria waya singeweza kumtoa uh, neo mayema kwa sababu sikuwa namuona kama anapaswa kumaliza dakika tisini kwa kile ambacho alikuwa na kioko. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Mm-hmm. Hivi eh, e, sasa unauliza hilo swali la Yusuf Kagoma ni baada ya kuona kipindi cha pili ni kama Simba anazidiwa na kuzidiwa kwa Simba kumekuja baada ya kutoka Nabi Kamala. Kwa hiyo nafikiri swali lako nimeweza kulijibu vizuri. Baada yeah, ya kutoka yeah, Nabi Kamala kama angeza kuingia Kagoma pia huenda angeza kuongeza uh, ange, an, ange, kuingia uh, Yusuf Kagoma huenda angeza kuongeza kitu lakini e, eh, kama ni makosa basi ya kocha kuto kufanya maamuzi ni maamuzi ya kumtoa kama yes uh, tuzungumze hili na tumalizie hapa. Simba katika michezo takriban mitatu iliyopita, eh, yeah. na tukiunganisha na huu dhidi ya Singizini Hotspurs wa Benjamin Mkapa hapa dhidi ya JKT Tanzania, lakini na yeah. leo mwalimu alijaribu kuanza bila washambuliaji halisi, kwa maana Jonathan Soa eh, Steven dese Mkwala naye eh, Selemani Mwalimu na hakupata matokeo pindi hawa wakiwa nje. Leo pia amefanya jambo hilo tena lakini pia imeshindwa kumlipa Pantev, anajiweka katika mazingira gani? Kutokana na hiki ambacho anajaribu kutuonyesha ya yeah, ni kocha mzuri, lakini akumbuke huko kwenye klabu ambayo mwisho wa msimu itakudai makombe usipofikia malengo uwezekano wewe kuondoka ni mkubwa, kwa sababu wanapomchukua uh, kocha kwa hizi timu kubwa kitu ambacho wanakiweka ni malengo ambayo wamejiwekea uweze kuyafikia. Kwa kama atashindwa kufikia malengo hayo, inawezekana safari yake ikawa ni ngumu sana ndani ya kikosi cha Simba. Lakini na kihili, tukirudi kwenye swala lako la msingi, nafikiri itampa funzo kuelekea kwenye mchezo unaopata, kwa sababu mia ya kuanza ni idadi kubwa ya viungo. Mda mwingi anatamani awe anamiliki mpira na ukiku, ukimtazama hii ndo falsafa ambayo anatamani sana kuitumia. Kama utarudi kwenye mchezo mm -hmm. wa JKT Tanzania, alinionyesha hilo, idadi kubwa ya viungo. Lakini pia huo mchezo wa singizini umeuzungumza, inawezekana matarajio yake yamekuwa kinyume na vile ambavyo anatamani ama kile ambacho wachezaji wanamuonyesha uwanja wa mazoezi, anachokipata na, na, na, na, na, na kwenye uwanja wa mashindano ni vitu viwili tofauti, kwa hiyo kukosekana pia kwa mchezaji kama Kibu Dennis Prosa, kwangu mimi nafikiri ni mchezo ambao ulikuwa unamhitaji Kibu zaidi kutokana na uwezo wake wa kuweza kuitumia energy, lakini amekuwa na mchango mkubwa sana hususan kwenye michuano ya kimataifa. Tukirudi sasa kwenye namna ambavyo umeniuliza naam, nafikiri ukimtazama uh, Jonathan Steven Sowa Mkwara pamoja na Selemani Mwalimu of course na washambuliaji wazuri sana ambao uwezekano kukupa goli kwenye kila mchezo wanao, kutokana na ubora ambao wamekuwa nao, lakini uwezo wa kuweza kujiposition kwenye maeneo uh, na ukitazama hata dakika kadhaa ambazo amezipata, amejaribu kuonyesha, japokuwa hajafanikiwa kufanya kile ambacho wengi walikuwa na kitamani. Ni kama kipindi cha pili, pia nafasi zilikuwa chache sana, tofauti na kipindi cha kwanza, na mimi binafsi ndicho ambacho nimeona haja ya kocha uh, kuanza sasa uh, kufikiria namna ya kuwapa nafasi hawa washambuliaji, kwa wa sababu kuna nyakati ilikuwa inapigwa mipira hata mirefu, lakini kwa sababu hakuna mchezaji ambaye anaweza kusimama kwenye hilo eneo, unakuta hiyo mipira inakuwa ni goal kick ama inakuwa ni ni faida kwa goalkeeper wa timu pinzani. Kama umemtazama Jonathan Sow, kuna namna ambavyo ilikuwa inapigwa mipira ya juu alafu uwezo wake wa kuweza kuichukua kwa maana kuicontrol juu ulikuwa ni mkubwa sana, kwa hiyo kama unaanza na Janosa Nsoa, alafu unakuwa na msaada wa mchezaji kuweza kuzitumia hizo mipira ambayo inakuwa inadondoka ama ambayo inakuwa ni faida kwa Janosa Nsoa. Inawezekana e, kuna namna ambavyo unaweza ukaanza kubadili baadhi ya vitu. Kwa hiyo nafikiri kwenye mechi mbili alizocheza hadi hivi sasa atajua e, faida ya kuanza na idadi kubwa ya viungo ama hasara ya kuanza na idadi kubwa ya viungo anekilipi anaweza kuepukana na na hicho ambacho kimekuwa kikimtokea. kwa hiyo mi binafsi so, ukiniuliza, kuna namna nilikuwa najiuliza hata kipindi cha pili tu baada ya kutamatika, nikatamani tu asisubilie dakika nyingine ya kuweza kufanya substitution. Nitamani tu kipindi cha pili kile anarudi kutoka mapumziko, basi ningeweza kumuona mshambuliaji, lakini akaweza kusubilia hadi dakika ya hamsini na kitu hivi akaweza kufanya substitution ya kumuingiza Jonas so kwa hiyo kuna haja ya kocha kwanza kufikiria nafasi ya washambuliaji, kwa sababu wa tutakujaji kwenye mema ama mazuri baada ya kuwa timu yako imeshinda ime, ime kama unapoteza kama ambacho zimetokea zinakuwa ni kubwa sana. Na pili, nimekuwa natazama hivi sasa, kuna baadhi ya mashabiki wameanza kuzungumza vile ambavyo wanajua, wengine wakizitupa rawama kwa Limpa, Ndu, Kisawala, lakini pia wachezaji wengine lakini tumii Nafikiri hiki ambacho kimetokea imekuwa sana kutokea mwanzoni, kwa sababu kingeweza kuwatokea katikati, inawezekana ingekuwa mbaya zaidi, lakini kitanzo cha kutokea mechi tu ya kwanza inaweza ikawajengea confidence na kuanza kufikiria namna ya kuweza kuivuka hii hatua, kwa sababu Simba akili kubwa ama matarajio yalikuwa ni kwamba kundi la kujepesi, kitu ambacho mimi binafsi sikuona kiona bana. Nikushukuru sana Yusuph kwa maoni yako na